Wacha niwaambie usiwahi penda kukula jasho ya mtu. Kula jasho ya mtu ni laana, na Mungu apendi kitu kaa hiyo. Mungu awe, Mungu hawezi kubariki hawezi kubless na chochote. Wacha niwaambie hivi, kama unajua msia na kufanyanga job eh, unafumlipe pesa yake vizuri, vile nafaa umlipe do yake yote, aina haja aenda kilia akisemanga ulimlipa pesa kidogo ama ulimlipa do kidogo. Wacha niwaambie kama kama mtu amefanya job yake vizuri kuna vile unafaa kumlipa vizuri, mlipe vizuri, God atakubless. Na ni laana sana kukula jasho yenye sio yako, kukula jasho ya mtu. Yes, nyinyi mabos ndio naongea na nyinyi sana sana, nyinyi maboss, nyinyi watu, nyinyi watu mnalipanga watu mshahara, ndio naongea na nyinyi. Sawa, okay. hii message iwafikie kuote kwote, una get? Yeah, wacha nikwambie kama mtu ushaimfanyia makosa ya kukula jasho yake na pia yeye ako akili, ako na familia. Unacheki wewe, vile unaweza taka kwenda na kaswiti sweeti ama kamandazi kwa nyumba upelekee mtoto wako, akilia akili ya dadi dadi amekuja, akikufurahia akikuona, vile mtoto wako anakukimbilia hivi anaku hug hivyo, vile unampatia kaswiti na mandazi hivyo hivyo, ndio hata pia ule ule staff wako mwingine pia kwake hata mtoto yake pia anamkimbilianga, lakini huyo staff wako mtoto wake atamkimbilia, lakini ana chochote ajabeba chochote, juu pesa ijatosha, ana pesa, ako na stress. Wewe sasa sai umekula jasho yako, jasho yake umeenda kufresha mtoto wake na jasho, so, ya mtu mwingine una get? So, acha nikwambie, God apendi hivyo. Na kama ushaifanya kitu kai kama ushaikula jasho ya mtu, jua lazima itakukost na itakukost vibaya sana. Una get? Eh, so ndio cost maybe kama unajua kama hii message imekut imekutach sana, kama ushaikosea msee, mpigie simu, kama mpigie simu, umwambie kama ni kutolefo kuja ni kutolefo form, eh, akikuja umsurprise tu hapo tu, mnunulie kitu tu, lakini wewe usimwambie ati nilikulanga jasho yako. Hapana, wewe muite tu. Mm -hmm. Yaani tu afurahie roho yake tu hivyo ndio mimi naweza nikakwambia ndio urudishe blessings zako na usiwe cost kitu yote sio cost kwa life yako vibaya. Una get? Lakini kama ushikula jasho ya mtu unaona nangu ni kichwa ngumu. Ushikula jasho ya mtu, mtu akienda nyumbani akilia machozi, akisemanga tu wewe jamaa mimi kula jasho yangu. Wewe na yeye jasho yako kenda ukajifurahisha na, na mambo yako. Acha nikwambie lazima itakurudia na lazima itakukost. Una get? Ee, yeah. Kama mtu ameenda akilia hiyo machozi, hiyo machozi mwagikangi bure haya, haiendangi hai bure. Kwa sababu unaona tu ni kitu ya kawaida, lakini kuna vile huyu amemkuli amemkulia wacha, nikwambie usiwai penda kukula jasho ya mtu hivo, straight to the point. Usiwai penda kukula jasho ya mtu, kukula jasho ya mtu hiyo ni laana. Na hapo hivyo, acha nikwambie Mungu aweza kukubariki na... kwa vitu zote vitu zote zenye utakuwa tu unaguza kitu yote utakuwa unaguza ni laana, kitu yote unaguza ni laana. Yani sometimes unaweza kai vipi mpaka wenyewe unaona maisha haikuendei vizuri yani, ume... yani umekula jasho ya mtu, watu wameenda wakilia, una get wamekulilia machozi, umecheki ume eh, afurahi mtu afurahi, ameenda lakini ajafurahia. Sacha, so nikwambia hiyo ndio laana. Sasa na wewe Yesu, utasema utaenda kujibamba na pesa ya mtu aja gani? Wewe umeenda umeka, kama umetulia, unafurahi una na, ule mtu mwingine mwenye umempatia mshahara yake ajaridhika, ajafurahia ye, ukaenda we, kujibamba ye, ameenda kukaa kwa nyumba Una get juu pesa yake itosha, anaenda kujibamba na nini, anajaribu kupiga hesabu haingiani. Wao umekula pesa yake yote, na hata amejua na amekwambia ndio iko chini, haiwezi ongeza. Wao umekataa juu umekula umejiwekea, unaenda kujiburudisha na unaenda kujifanyia mambo zako. Acha nakuambie, hiyo pesa yenyewe umetumia hiyo kutumia, yani kwa matumizi yako, hiyo pesa yenye jasho ya mtu pale umetumia eh? Hata kama umetumia kufanyia nini ama nini, nakwambia, lazima itakukost vibaya sana eh? Hiyo ni laana. Hiyo ni laana kukula jasho ya mtu. So fanye, unaona... I message imekutouch eh? ni aje? Nataka nikuwekeka kitu kwa simu, acha nikuwekee manzi ufurahi, yani roho yake tu ikufurahie mpaka atashtuke. Kwa nini mselewa mamwaje? Akula jasho ya mtu, mshtue, mtole form ninninrudia tabia kama hiyo, kwa sababu ukirudia tabia kama hiyo, ujue laana, kila kitu yote utakuwa na touch, itakuwa ni kama zinaoza zote, kitu yote utakuwa na touch, lazima zitakuwa ni kama zinaoza zote juu gani woo, uende na do ya mwingine eh? Hiyo unajua kula jasho mtu ni kama kunyang'anya mtu pesa yake, na hiyo si fiti. So mimi najaribu kuambia eh, usiwai penda kula jasho ya mtu. Kula jasho ya mse ni kasi itakuwa unajiletea, na hata kama si wewe, itakuja tu kwa familia yako tu, bado hiyo laana, hiyo laana tu inatamba. Una get eh, iko hivi kwa blessing tafutanga blessings kwa wa, kwa watu na get eh, eh, wacha watu wakufurahie, wacha watu wakufurahie hey. wa wasemange tu huyu, hata hata ukienda wanakutafuta bado, wana wanasemanga wana tu nangaja, watu wanaenda ndio watu wanafurahia, atunenda ndio watu wanafurahia, wanasema ah, ameenda. Kama ameenda sawa, wacha tuko na amani, sasa tuko na peace eh, yani watu wamefurahia tu umeondoka, vile tu umeenda, tumenda hmm? Sawa, so ukiwa bosi mzuri unafona, unajenga stafu wako vizuri, wanabambika eh, wana wana nice wanafurahia furahia kukuonanga. Wacha wafurahi kufanya kazi na wewe, wacha wafurahie kufanya teamwork eh? Wacha wafurahia wakienda nyumbani, wakimaliza shift wanauliza Waki, wakienda kulala wanauliza, kesho asubuhi itafika saa ngapi niende job eh, juu wewe ni buzumu wa bamba, ume wa, ume wa nice, wanasikia vizuri kufanya kazi na wewe, usipendwa kuchukie, una get eh, kuna kuna ule boss anakuanga mbaya, unakuta unakuta staff hadi akienda kwa nyumba atamani hata kesho ifike eh. Anatamani yani anasikia vibaya, yani akifika kwa kazini yani anasikia hata roho mbaya, anasikia mwili imechemuka, yani asikii fiti. Wacha nikuambie wewe, ukiwa boss eh, wacha watu wakufurahia, wacha watu wafurahie kukuona, wapatie do yao mzuri. Usikule mtu jasho yake, usikule mtu jasho yake. Kama mtu afanya job poa, unamwambia ongeza bidii, fanya hivi, eh? Mtu anafanya job poa lakini haina haja ukule jasho ya msee. Kukula jasho ya mtu ni dhambi na itakukost, itakukost kwa njia ingine tofauti yenye hautaelewa una get eh. Ukikula jasho ya mtu hiyo, na lazima ikukost. Hakuna vile wewe unaenda na do, na pesa mingi kwa mfuko, staff wako, anaenda na pesa kidogo, na maybe hata mahitaji yake ni mingi kuliko yako wewe, mwenye unaenda na pesa mingi una get eh, yeah. Pati kiasi yake, chukua kiasi yako. Ni boss jue, ni boss obvious. Au taenda na yeye, lakini sio mgonge tena sana juu atunta, nitakwenda kununua plot ploti. Unajua kuna mwingine, kuna mtu anza piga hesabu zake hapo za kununua kunua, sijui ama, ama sijui magari ama nini. Acha nikuambie kama unataka kutumia jasho ya mtu kwenda kujinunulia plot ama kuenda kununua gari eh, na pesa ya jasho ya mtu Wacha nikuambie maisha yako haiwezi kuwa fiti, hiyo ni laana na get eh, na Mungu apende hivyo kabisa kabisa. Kama mtu asinonga, si mtu ameenda tu akitoa machozi akisema umekula jasho yake, mtu hajafurahia hmm. Ah, hiyo na ujo na bahati hiyo, huwezi ponea, hauwezi tumia pesa hivyo na ati ukwetu hivyo, na uko tu, uko tu sawa hivyo sawa, eh, so iko hivi kama kama God amekubless unasimamia watu kazini au staff unawasimamia kazi, kama ndio unawalipa mshahara, walipe vizuri, sawa. Ukiwalipa vizuri, God atakubless pia, pia unaget yeah Ju hata ukona mahitaji ni ako na mahitaji. Kupata kidogo wetumia kwa mahitaji yako kidogo, vile unafaa ule. Naye ako na mahitaji yake, staff mwenye umempea ndoo, pia ako na mahitaji yake yeye, naye atumie kwa mahitaji yake, lakini sio ati ubebe pesa mingi uende utumie kwa mahitaji yako yote. Sasa ati umekama shida zako zote, mpaka kwa mshahara ya staff wote unachukulia ndoo, kwani wewe una hata huruma? Eh, nimekwambia tu vizuri vile wewe mtoto wako ukifika kwa nyumba, mtoto mtoto wako anakuta dadi dadi, anataka ka sweet, anataka mandazi, hivyo ndio utampatia. Haya, wewe staff wako na pia ako na mtoto, yani mtoto wake anakuja anamkimbilia dadi dadi, ana kitu ajabiba, kitu juu pesa yake kama kama ushaikuwa na hiyo behavior, na kama wewe ushaikuwa boss palu ukakula ukatumia mtu vibaya, ukakula jasho yake pesa yake, eh ulimlipa vile haiko inafaa haiko ina haiko ina, ina style, na alikuambia na alikuambia tu una get eh kuna msana kwambia ngai kidogo ongeza unge, kama kama unajua tu ushaifanya hivyo, mpigio mtu simu sai, mtafute wewe hey, yeah, umsurprise pigia hata kama nika shopping nunulia hata kama, hata kama ni nini, eh afurahie ashanga eh, kwa nini leo mama kunikumbuka aje lakini usimwambia ati, ati nishaikula do yako ama na mshara nilikuwa nafaa kukulipa lakini si kukulipa vile nafaa usimwambie hivyo wewe mwambie tu ah mimi ni mama tu kwa tu mabest na John best yangu siwezi kusahau so ni mama nikubaiye hii ufurahie mbambike manzi, eh alafu unasalimiana kwa mkono, ukisalimiana naye kwa mkono, hiyo mambo imeisha, sawa, hiyo mambo imeisha na God atakubless na kuanzia kutoka hapo. Ukiwa bosi mbaya kazini, wacha nikwambie, makosa ikifanyika, ukiwa bosi mkali eh, mtu akutoa vurugu vurugu, wacha nikwambie, ukiwa bosi mkali namna hiyo, kila kitu itakuwa inaharibika, kila kitu itakuwa inaharibika, alafu watu, watu watakuwa wanaogopa kukuambia njuu wewe si mtu understanding na wewe ni mtu avurugu. So ndio mtu akue ako safe eh, itabidi asikwambie nyamazie, juu akikukua akikwambia, kitu cha kwanza utaanza kumwambia wewe, ndio kuna makosa, kwa nini haukusema? So kama mimi nimekuja kukwambia kuna makosa ime imefanyika pahali sahi, sahi turekebishe, au kama sio utani na mimi tena anze kuniambia kwa nini au janini, eh. Sasa hiyo ndio reason makosa zafanyika na mtu asikuambie. E, wache kama ni kuharibika, wache yaharibike. kawe ni mkali? Ndio nakwambia, ukiwa boss unafaa tu, unakuwa tu shosho, ongea na kila mtu vizuri. Hata makosa hizi happen, una get, una get eh, mtu hata kwa kukuletea makosa ati ovyo ovyo, mtu atakuwa anarekebisha mambo tu before kufikia wewe boss. Sasa wanarekebisha mambo yao, mambo inakuwa fit eh, lakini sio kwa boss ule mkali, makosa kila time utakuwa unaletewa utakuwa unaletewa makosa kila time, na utakuwa unadanganywa. Utakuwa unadanganywa mambo mengine ndio ufurahi eh, unaletewa makosa lakini unadanganywa kwa makosa ndio wewe ufurahi, ndio wewe ufurahi juu ukiambiwa ukweli utakasiri, utakasirika. So ukiwa bosi mzuri mambo yako pia inakuanga mzuri, obvious. Ukiwa bosi mbaya mambo yako obvious, lazima ikuwe mbaya. Jua to kwa nani. Una get eh, lazima ikuwe hivyo, so Yeah. Nataka kila mtu aishi vizuri, na natakanga kila mtu ajue Kenya anafanya, natakanga kila mtu ajijue, natakanga kila mtu ajue pia wenzake ni watu kama yeye. next time Naapenda subscribe and share.